Tunamfahamu ni mzee wetu hasa, katulea sisi na vilevile, katika shughuli za usafirishaji ametufundisha. Ni mzee wa muda mrefu katika usafirishaji na ni mzee wetu kwa kifamilia vilevile na wapweli. Kwa kweli kwa Morogoro, vilevile alikuwa ni mwanasiasa, alikuwa diwani wa kata ya Boma. Kwa hiyo tumepotelewa na mzee ambaye mwenye hekima na busara kusaidia wana Morogoro kwa mawazo na hekima zake. Ushirikani wetu ulikuwa ni mkubwa wa kibiashara na alikuwa kama kiongozi wetu w wa... hasa alikuwa kiongozi wa Taboa, akawa na nabelebele, ni kiongozi wetu katika manispaa ya Morogoro kama msafirishaji mkuu. E, mimi nilikuwa kama mfanyakazi wa muda mrefu katika kampuni ya Hood Bus Service. Nimeingia katika kampuni ya Hood Bus Service ukiwa na mabasi matano tu. Maona, na zote tizeti CD tizeti arobainasaba tizeti arbaina tano na tizeti saa sinan hamsinamoja. Bda uzuli wa mzee wetu au marehemu mzee Mohamed Said Huti, yeye alikuwa ni mkweli na mwazi Ukweli wako ndio utakuwa cha huru, uongo wako ndio utakutia utakutia hatiani popote ulipo. Ukiwa na usafiri na shida usafiri ile, ukimwelezea hata kondakta yoyote ile, ukweli utakuwa umefika kwa ile safari yako unataka au kufanikiwa kufanikiwa kile ulichokitaka. Kidogo mwenzetu alikuwa tofauti na matajiri wengine. Hata kama utakuwa umemkera umemuuzi, yeye mwenyewe alikuwa na uwezo wa kutoa hukumu bila kujadiliana na mtu mtu wote mwingine, na hukumu iliyokuwa bora zaidi kwa wewe mfanyakazi na kwa yeye, kwa manufaa ya kampuni yake. Kingine cha pili alikuwa hana tabia ya, ya kufuatilia wafanyakazi wake, kama mfanyakazi wake si umejenga nyumba umefanya nini au umepata maendeleo, labda wewe na kile kisi nini, huyo mzee alikuwa iko kitu alikuwa hana yeye. Kama ukijenga nyumba, yeye kwa kindo anafurahi, ukipata kitu naye anafurahi, na si ajabu akakuuliza kwa muda mwaka mzima umefanya kazi, kuna nini ambacho ulichokuwa umekipata, na kama huno ukimwambia, anaangalia uwezekano mwingine wa kukusaidia. Kwa hiyo tabia hii ameridhisha wafanyakazi wa Hood na mpaka watoto wa mzee Hood wote tunakuwa na katika msimamo mmoja. Nimekuja kwenye msiba wa mzee Hood, huyu ni mzee wetu, tumeishi naye miaka mingi, si bado tukiwa vijana, yeye alishakuwa mtu mzima zaidi. Mzee Hood ni mzee ambaye anapaswa kuigwa, kwa sababu alikuwa, pamoja na utajiri wake, alikuwa hachagui watu wa kuongea nao, alikuwa anaongea na watu wa aina mbalimbali, watu wa daraja la chini, daraja la kati, daraja la juu Waswahili wa, wa Arabu wenzie kwa kama kadhalika. Kwa hiyo alikuwa ni mzee wetu, tumemzoea, hana shida yoyote. Ukiwa na shida anakwenda nakusikiliza. Muona ni kwamba ni mfano opigwa, miongoni, wa kuigwa miongoni mwa wafanyabiashara wengine na watu wa umri kama wao. Kwake sisi kwetu ni kioo cha, ni kioo kwetu kuiga na sisi, iwe kwa faida ya vijana wajao na mzee Hudi alikuwa ni muumini wa msikiti wetu, akipatikana pale msikitini kwa swala zote tano. Alikuwa ni mzee ambaye anavomwelewa kama mimi kiongozi wake, alikuwa ni mtu wa kujitolea sana ndani ya msikiti, pia akiishi na watu kwa wema. Ni mtu ambaye alikuwa akitoa misaada kwa tofauti, wasiojiweza, wajane, yatima. Na mwezi Ramadhani alikuwa na kanuni ya kufuturisha, lakini pia alikuwa katika kipaumbele katika wazee wa misikiti katika mambo ya ujenzi, ukarabati akipatikana katika shughuli zote za misikiti. Kwa hiyo mzee tumempoteza, ameondoka kwa sababu kufa ni ahadi, kama alivyosema Allah, kullu nafsin ta'ikatul mauti, kila nafsi itaonja mauti, itakufa. Kwa hiyo mzee wakati wake umefika, lazima afe, lakini tunamkumbuka kwa hayo. Sisi Waislamu tunaamini mwanadamu anapokufa anakufa, mambo yake yote anaisha ile, isipokuwa mambo matatu. Moja ni sadaka tunjaria sadaka yenye kuendelea. Kwa hiyo mzee Hood ameacha sadaka tunjari ya nyingi. Moja kama alivyokueleza, ni mara mwisho tulifanya ukarabati mkubwa kabisa wa msikiti wetu wa Bomarodi kama miaka kumi iliyopita, yeye ndo alikuwa amesimamia na kutoa fedha zake akisaidiana na wafadhili wengine inshallah.